Uh, mimi nilivyokuja hapa kwanza, nilikuwa naona kazi za ndani ni ngumu. Mm-hmm. Yaani kwa mazingira nilikuwa naishi, naona dada wanavyofanyiwa, kumbe ni jinsi dada anavyoishi na bosi wake. Mm. Na jinsi dada anavyoweka ratiba yake na pia mimi nilivyokuja hapa mtoto alikuwa akikosea, mimi siwezi kumvumilia. mm -hmm. Lakini nimeenda kule kwa bosi wangu, kwa bosi wangu mtoto atakiwa kupigwa. mm. Mama yake ampigi, baba yake ampigi sasa hivi na mwezi wa tisa. Wow. Lakini sijawe kumpiga mtoto wa mtu <laughs> ni wakorofi, siwapigi, wananikasirisha muda mwingine nawaacha. mm na pia nilichojifunza ni uaminifu mm -hmm. Mtu anaweza akakuacha kwake. Bosi wangu mimi ni mtu wa kusafiri mm -hmm. Ananiacha alafu, akirudi aniulize mimi, tulikuwa tunaishije, anaenda kuwauliza watoto mm -hmm. Lakini hakuwahi kunipa malalamiko yoyote mm -hmm. Wala hakuwahi kuniambia mbona unawanyanyasa watoto mm -hmm. Akiniacha naishi nao kama watoto wangu mm -hmm watoto hey. Wako, una watoto au umeshajiandako, ndo unajianda? Una mtoto mmoja wao? Okay. Kwa hiyo wakati unakuja hapa, kumbe ulikuwa mama tayari. Ulitokea wapi, yani katika yale mazingira ya lile lipanki, yani uliokuyana, ulikuwa uko wapi? <laughs> eh? ulikuwa umetoka, umetoka wapi kwenye mazingira gani hmm? Nikua kwetu nyumbani, au ulikuwa unafanya shughuli ganiafaya biasha biashara biashara gani? Weka maiki vizurilikua nauza ngoza mmbnguo za mitumba zile za kutembeza ukanda. mm -hmm. E, huko kwetu Kilimanjaro, Arusha wanawake wanatembeza sana hivyo vitu kwao. Na wewe ndio biashara ulikuwa unafanya eh? Okay, kwa hiyo ulivyoona fursa zetu ukaona uache ile, ndio kwa nini? Maana hapa watu wanakuja kutafuta mtaji kwa ajili ya kwenda kufanya biashara, wewe ulikuwa kwenye biashara tayari, kwa nini uliacha? Aa, sijaacha bali si um, uko da. Sasa uko tena kwenye kazi za ndani kwenye nyumba ya mtu? Ndio. uh -huh. mtaji ulishuka? Aa, mtaji ulishuka eh, mm. nikawa nime nime nimechukua sehemu Nikawa nimeweka sasa hivi hela yangu, najua jinsi ya kuibalansi na kuiongeza biashara yangu. Okay, kwa hiyo utarudi kwenye hiyo biashara? mdogo wangu sasa, sasa hivi ndio nasimamia. Aa ah, kwa hiyo biashara inaendelea. Okay, sawa. Na wewe mwenyewe utarudi kuitembe, kutembeza nguo za mtumba? Hapana, siwezi nikarudi. Ningeshangaa kwa jinsi ulivyojiweka sasa hivi Sikuoni kwa wakati ule na lile panki, nakuona kabisa ukiwa <laughs> mtaani unatembeza nguo, ila hapo ulivyopendeza hivyo, mi nakuona kama dukani, mwenyewe umefungua duka lako. mm -hmm. Umekaa umetulia. Au na mpango gani? Mpango wangu ni kuongeza biashara yangu, niwe na duka la jumla na rejareja. Unaona maneno hayo, hizo hey, hayo ndo mambo ya Dada Senta. Mbona mumpigii makofi? Hey, mtu kaja hapa katoka kwenye kutembeza ana uhakika atapata mtaji wa kwenda kufungua duka tena la jumla. Na hizo ndio ndoto unazosema hapa. Wadada Center nataka wadada wenye ndoto ambao watakuja wapambane wapate mitaji waende wakafanye biashara ambazo sasa zinaeleweka sawa, jamani nee. Kwa hiyo kwa sasa hivi unafanya level ya ya traditional Nalipwa laki na nusu. Nalipwa laki na nusu. Kwa hiyo katika kujiboresha, ili kuhakikisha kwamba uh, unafanya kazi kwa ubora zaidi, kwa sababu kinachokupa hela ni ubora wako wa kazi, unafanyaje ili uweze kuboresha zaidi huduma yako kwa bosi? Uaminifu maana mm -hmm. bosi wangu ni mtu wa kukutega, anaweza akakupa hela ukanunue vitu alafu mm -hmm. akajifanya amejisahau mm -hmm. <laughs> na uu ukijifanya wamejisahau hapo mm, sasa ndio mtu anaweza akasema huu dada ni mm, mwizi e, kabisa e. Mm. Na, na jinsi ya kuishi na watoto wa bosi wangu maana, mm, ni wakorofi kweli e, lakini na sisi kupitia mradi wetu tumesemaje, na mkataba tumeandika kabisa habari ya watoto tumesemaje, dada haruhusi kumpiga mtoto. Dada haruhusi kumpiga mtoto, kwa sababu tunajua watoto ni watundu na hapa nisha, wewe ni dada wa pili, unazungumzia habari ya uh, nani mwingine alisema kwamba watoto wanakuwa wakorofi sana, kwa hiyo tusingewaelekeza, maanake mngekuwa mnawadunda watoto wa watu afu mngepata kesi. Lakini na kitu ambacho mnatakiwa kujua, hawa mabosi wako tayari kulipa hela zote wanazolipa kwa sababu ya usalama wa watoto wao Ni kweli. Hei, mtoto wa watoto wote ni watundu, lakini lazima tuweze kuwa na kustamili ule utundu wao, usimchape, mwache bosi wake hata mamake au mzazi wake atamwadhibu, yeah. Wewe rafiki yako hapa, nani yule pale, naningoja <laughs> ah, rafiki yako kwanza, nani chh, naomba uweke uwe kamera uzionyeshe rafiki zake, simameni, wa kwanza simameni, Aisha rafiki zake, najua rafiki yake wa kwanza huyo hapa, mimi hata mimi najua huyu wa pili wengine wajaja ndiyo, mlikutania eh? Hapa wote si ndio, eh. Mkua ngapi? Tulikuwa wanne Aisha, eh. Joisi, eh. Uh -huh. na, na Grace, eh. Kwa hiyo wote mko miezi tisa ndio, eh. Chichi mrudishie kama. Kwa hiyo kwa nini nimesema hivyo, akili wananisikia Hawa dada hawa wanavyokuja kwa kituoni hapa hawajuagi marafiki wa kuchagua, wengine wanafiki, marafiki wazuri, wengine wabaya wabaya, wakaagi kazini, wasiojielewa wakae kazi kazini. Kwa hiyo mmekuja mm. hapa wote amjuani, mna ndoto zenu. Mkija hapa mnachukua marafiki ambao hawafai, matokeo yake wanawafanya msifanye kazi ha. Lakini wewe kuendelea, nyinyi ni wajanja. Kundi la watu utaona wako ni workshop wanakuja wamevaa wamejeka sawa wamependeza wenyewe. Lakini mwezi wa tisa wamebakiza miezi mitatu wamalize mkataba. Kwa hiyo jamani wale mnanisikia ninachokisema? Chagueni marafiki wazuri. Chagua marafiki ambao na wao na ndoto wamesimama. Ukichagua marafiki wabovu nao utakuwa mbovu. Ukichagua wajanja ndio kama hivi wanamaliza mkataba pamoja. Maana yake wanafanya nini? Wanasaidiana, wanapeana encouragement, wanatiana wana moyo, wanaongea ni kweli. Maana kipindi cha nyuma nilikuwa nataka niache kazi, kwa sababu ni kama vile nilivaliwa na roho ya kiburi, sijui bosi alifoka tu kitu ambacho hata hakina maana. Nikampigia Grace simu nikamueleza, akaniambia, ah, wewe vumilia tu mm. wana... Grace, you... Ayupo. Ayupo hapa eh. uh -huh nikampigia Aisha. Aisha naye akaniambia we achana naye watoto, yaani kwa sababu ilikuwa ni kwa sababu ya watoto. mm. wale watoto nilikuwa sijawazoea wakorofi, wanaweza wakafanya vitu ambavyo vinakasirisha. Ndio nikawa nimechukua ushauri wa marafiki zangu, nikaona aina haja ya kushtaki kituoni, maana ni vitu vya ovyo. mm. hey. Na kubaki ukaamua kubaki kazini hiyo, yeah. alikuwa ni miezi mingapi iliyopita? mm, kama miezi minne iliyopita jamani. mm. mnasikia wenyewe, wadada. Sasa angekuwa ana dada wa kumshauri vizuri, wale ambao kichwani sijui kuna nini mm. eh? Angemwambiaje mimi mm. mwenyewe naondoka kesho <laughs> <laughs> eh? Yaani yeah. ndio hivyo. tukutane wapi sijui <laughs> Ndio <Sinu> mnafukuaga <laughs> wakutani wakutani wamekuja wanajua eh? Ah, wakutani magufuli ya wanajua lakini nafikiri mmenisikia. Kwa hiyo mkichagua marafiki wazuri mm, ndo wanawapa moyo ili mfanikiwe. Yeah. Lakini mkichagua marafiki wabaya ndo hivyo, nimetaka nime kuwataja kwa sababu siku zote kwenye workshop wanakujaga hao wawili watatu kundi lao hilo hilo Workshop zingine hawaji, lakini bado wako pamoja, wanaongea wanatiana moyo. Lakini ingekuwa rahisi kabisa huyu kuacha kazi, lakini kwa sababu marafiki wake ni wazuri, wamempa moyo. Kwa hiyo mnapokuja kituoni, mjue jinsi ya kuchagua. Sio wote wanaokuja hapa wana wanajielewa au wanajitambua. mm. au wanajitambua au kama unaona kwa sababu yeye ndo ana mdomo sana, wakafikiri ndo rafiki mzuri. Au kwa sababu akaja akakuomba namba. Unaelewa, unaelewa, kuna mwingine sio binadamu, wengine sio binadamu Sitaingia huko lakini kuna so binadamu wengine mm. sio binadamu. Haya, tuendelee ya na, na mi namalizia hapo kwamba kipofu hawezi kumwongoza kipofu mwenzake. Hiyo ni neno la Mungu kabisa, linatuelekeza hivyo. Nyinyi wote mmekutana hapa ni kama vipofu, mnatafuta kazi, si ndio? Sasa mtu ambaye naye amekuja kutafuta kazi, hata kushauri nini Utakuwa ni mjinga na mpumbavu, utakapoamua kusikiliza mtu ambaye umekutana naye, wote mna shida hiyo moja, nyinyi wote mnahitaji msaada. Kwa hiyo mtu ambaye anaweza kukushauri ni yule ambaye alishavuka kwenye ile stage ambayo wewe upo. Kwa hiyo badala ya kutafuta kipofu mwenzako akuongoze, tafuta mtu ambaye alishapita, ye tayari anaijua njia, atakuelekeza wapi uende, usidumbukie shimoni. Lakini ukashikana na kipofu mwenzako, wote mtadumbukia shimoni, na hapa tunawashuhudia wadada wengi wanaenda kazini siku mbili tatu, wanashauriana upuuzi, wanarudi mtaani. Kwani wanaenda kufanya nini? So wanaenda kudanga tu. E, mtoto wa kike utafanya nini mtaani? una kazi? Una biashara zaidi ya kudanga? Ndio hivyo.